Naam. Asante sana ndugu yangu Kareb. Mungu akakubariki kwa maombi hayo na pia kuweza kutukaribisha kwa ibada asubuhi. Watu wa Mungu, jameni, naomba nitoe salamu za upendo wa Yesu na niwasalimia asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana kwa kupata nafasi ya kuja tena ili tuweze kusemezana pamoja na tuweze pia cha msingi tukisemezana na Mungu. Uh, siku ya jana tumeanza mada yetu ambayo tunasema ya kwamba si jambo si mambo yote yanayowezekana kwa Mungu, na ninajua ya kwamba mtu anapoona mada hii kwa wakati wa kwanza kuna maswali inaweza kuja, lakini tuliifanya hivi kwa kimakusudi, lakini nataka niweze kuweka wazi asubuhi ya leo. Jambo la msingi linalofanya mambo haya mengine yasiweze kuwezekana kwa Mungu si kwa sababu ana upungufu nao, hapana, ila ni misingi hii iweze kueleweka vizuri. Si kusema ya kwamba Mungu ana upungufu anaposhindwa kufanya mambo ambayo mojawapo tulisema siku ya kwanza, hawezekani aseme uongo ina maana si upungufu, ila ni misingi. Kwa kimombo tunasema pillars of divine integrity, ni misingi inayozingatia ile integrity. Sijui iseme nini kwa Kiswahili, lakini so, andika hii, kama kuna mtu ambaye anaandika, ni vizuri unaandika maombi ya asubuhi. Tunasema ya kwamba si upungufu ila The appearance of divine integrity. To make his power trustworthy. ili nguvu zake ziweze kuwa za kuaminika, ni boundaries ya ni ile kuta ambazo ameziweka ili siweze kuzingatia kwa umakini ukuu wake na utakatifu wake, ili sisi watoto wake tuweze kuwa na confidence, tuweze kuwa na ujasiri. Na ndiyo maana fungu letu la kukalili likaanza kwa kusema Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara. Kumbe Mungu kushindwa na mambo mengine ikiwemo kusema uongo ni kwa sababu ili faraja yetu iweze kuwa imara na siku ya leo tutaangazia tena kwa ufupi mambo makubwa ambayo Mungu hawezi kuyafanya ama haiwezekani kwake, na leo kichwa kidogo kinasema haiwezekani akuache. Baba yetu, asante kwa neema yako, asante kwa sababu japo kuwa yote yanawezekana kwako kuna ufunuo ambao unatupa ya kwamba kadri tunavyotia bidii kujua ya kwamba mambo yote yanawezekana kwako, kumbe kuna mengine ambayo haiwezekani, lakini si kwa sababu ya upungufu, lakini ni kwa sababu ya ukuu wako. Asante kwa neema, asante kwa neno lako ya kwamba hauwezi tuacha. Nena nasi ili mwana semezana aweze kufahamu ya kwamba wewe si muongo na hauwezi wewe si muongo na hauwezi fanya kinyume na maadili yako. Tubariki Yesu, katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini, amen. Watu wa Mungu, visa katika Biblia zinatuonyesha hakika Mungu hawezi tuacha. Kuna mafungu mengi tu katika Biblia na wasomi wa Biblia wanasema ya kwamba jambo ambalo linalozingatiwa sana linalosema ya kwamba usiogope, ya kuna, kuna pahali pengine kwa Kiingereza inasema do not be afraid, do not not be be afraid anxious, usiwe na uoga, usiogope. Wasomi wa Biblia wanasema kwa kina eti mambo ya kuwa usi usiogope wala uwe na nguvu, mambo hayo yote, uwe hodari. Yani hiyo mambo yote inayoambatana na kwamba usiwe na hofu wala uoga, imerudiwa katika maandiko mara mia tatu sitini na tano, ambayo imerudiwa ikisema usiogope, kwingine itasema uwe hodari, kwingine itasema ya kwamba jitie moyo. Mambo haya yote kwa mujibu wa Biblia inasema ya kwamba haiwezekani, yani, kwa mambo haya imewekwa mara mia tatu na sitini na tano. Ina maana nini? Kwa mahesabu yetu, kila mwaka kuna siku mia thelathini mia sitini na tano days kwa mwaka. Ina maana kama unazingatia Bibilia, na ndiyo sababu napendezwa sana na wanasemezana. Hakuna siku mumesema, sasa kwa sababu tumechoka ama kwa, labda tunaenda makambi, labda tunaenda wiki ya maombi, tukasema tutaomba asubuhi, kwa sababu maombi ya leo si yenye itatuweka kesho. Yani kila siku tunakuwa na upya. Mungu awabariki wanasemezana wote kwa kutia bidii katika kuja kumtafuta Mungu maadamu anapopatikana inarudiwa mara 365. Kila siku kuna fungu katika Biblia. Do not be afraid, usiogope. Sasa sikia anasema ya kwamba yeye hawezi kuacha na miongoni mwa mafungu mengi tu ambayo hata we najua unaifahamu unayif. Kama sasa hivi tunasoma lesoni lesoni ambayo tunaongea kuhusu Yoshua, ukienda katika kitabu cha Yoshua moja mara nne, wakati ambapo Musa amepewa them, ah, Joshua amepewa the mantle, Mungu anamwambia mara nne in a single chapter, chapter one mara nne usiogope, ii uwe hodari anamrudia tena usiogope hiyo ni saba ukienda tisa ukienda uh, kumi na nane hizi zote usiogope bali uwe hodari na hebu ili uweze kufahamu maneno haya visa vingi katika biblia lakini kuna kisa hiki ambacho nataka tukizingatie kwa dakika kichache tu ya kwamba kuna mambo ambayo nimeelewa katika maisha, na ninaamini hata wewe unaielewa, ya kwamba kisa hiki katika Biblia kimepeanwa ili tuweze kugundua, si siku zote ambapo mambo yatatokea yakiwa mazuri. Yaani, kwa njia nyingine, si mambo yote ambayo katika ulimwengu wa dhambi shida zitakuwa na unajua shida zina, wakati mwingine tunasema ya kwamba zinakaa kama ile marejeo ya Yesu. Maana marejeo ya Yesu tunaambiwa ya kwamba itakuja siku yake, inakuja kama mwivi, hakuna mtu ambaye anayejua. Tunajua ya kwamba mwivi akija hana hodi, utampata tu ameshaingia. Na hivyo hivyo, kama vile ambavyo mwivi anakuja bila hodi, hivyo hivyo changamoto za maisha zinakuja bila hodi na hazikuji kama zimesema sisi tutakuja siku fulani, na hii inatupatia uhakikisho ya kwamba katika ulimwengu huu wa dhambi ni vigumu kuishi bila shida. Hebu mtu wa Mungu nisikize kwa makini, ni vigumu katika ulimwengu wa dhambi kukaa bila matatizo na ndiyo maana mwelekezi wetu hapa Kareb anaposema ya kwamba na tuandike maombi, ndio kwa sababu kila mtu anahitaji. Una uwezekano hauna hitaji la kifedha, lakini unahitaji la kiroho. Una uwezekano hauna hitaji la kiroho, lakini you have an emotional need. Every time we have a need, ili tusiweze kujidai ya kwamba sisi tunatoshereka, na ni makusudi ya Mungu na ni mazuri lakini kuna watu ambao wakipata shida wanakuwa wa haraka kukimbia. They escape. Wakiona shida iko katika semezana na Mungu, kipindi cha semezana na Mungu, wakiona ni kama welekezi hawaendi vizuri, wanahama wanatoka. Ila pia kuna wengine ambao wanaenjua, wanavumilia hii. Hawa watu hawapotei ndio, lakini hata kukaa kwao hapa, niseme tu hakuleti shangwe kwa sababu gani? Wako hapa lakini manunguniko, wako hapa lakini nyuso zao zinaonyesha ya kwamba hatuendeshwi vizuri. There are people when crisis come. Those who escape kuna wale ambao wanatoroka wanaenda, lakini there are, there are these who, who endure it is ok they don't run away but they are true definition of problem they are true definition of manunguniko

wanakumbatia yale mambo maana wana hekima ya kujua katika ulimwengu wa dunia ya dhambi hatuwezi ishi bila shida, na ndiyo maana Yesu anasema kwa mambo yote yanawezekana, lakini hawezi kukuacha, maana anajua cha msingi, kuna shida na dhiki mingi. Amesema haya mambo katika kitabu kitakatifu, ya kwamba duniani munayo dhiki na ninawaambia haya mambo ili muweze kuwa na shujaa. Ilikuwa ni, ni ombi letu siku ya jana tulipokuwa tunafanya ile ile ya kutiana, kutiana moyo, lakini familia moja hapa katika kitabu cha Ruth inatangulia kwa mtu ambaye ni, ni mwanaume hapa, tunapewa mwanaume ametoka Bethlehemu Juda, amechukua familia yake wakaenda Moabu anachukua familia yake kwa sababu Bethlehemu ambao ni mji wa mkate, ukisoma kwa kihibirania Bethlehemu it was a home of bread, it was a home of bread. Lakini kipindi hiki hamna mkate. Kwa sababu gani? Ukirudi katika kitabu cha Waamuzi judges, kipindi ambacho ni ma, ma, uh, waamuzi judges, judges ndio walikuwa wanaongoza waamuzi. Eh, judges ndio inakaa vizuri kwa Kiingereza yani, <laughs> the world was being ruled by judges. Ni judges walikuwa wana rule, lakini Biblia inasema ukisoma hizo mafungu ya Biblia katika kitabu cha judges wana Waisraeli wakaanza kuwa na upotovu kila siku wanafanya dhambi, Mungu anakuja anawaokoa. Kipindi kingine wanafanya dhambi tena, lakini analeta mkono wa Wafilisti wanawatesa ili waweze kurudia Mungu. Ukimaliza kitabu cha Judges pale mwisho husema ya kwamba ikawa ni kipindi ambacho watu walikaa bila Mungu na ile walioona kwa macho yao ndio waliofanya. Soma fungu la mwisho kabisa katika chapter ya mwisho kitabu cha Judges. Na katika hali hii ambayo hakuna mtu anayemsikiza Mungu, hakuna mtu ambaye anasikiza, kila mtu anataka kufanya kivyake, there is this certain family, a godly family ya Elimelech na Naomi lakini wamepatwa na shida. Tumesema mtu asikae kama ameikuwa ignorant, shida lazima zitakuja, haina budi, haina budi. Uh, mtu anaitwa Ruka anapoandika kitabu cha, cha Ruka kumi na saba mstari wa kwanza anasema haina budi makwazo yatakuwa, nadhani nimewahi taja hapa, makwazo itakuwa utajikwaza, utakwazwa, haina budi kuwa na hii familia vile vile wamekwazwa katika Bethlehemu, hakuna mkate na wameondoka kwenda Moabu wakachukue their refuge, lakini kumbe hawakujua, hauwezi enda Moabu na upate refuge kule, kwa sababu Mungu ako Bethlehemu. Watu wa Mungu, inahuzunisha wakati watu wanapotoka katika ibada, wanapotoka katika nafasi ya makimbilio sehemu ya makimbilio ambalo ni kanisa la Mungu, unatoka uende wapi? Eti umekwazwa, mtu wa Mungu, makwazo haina budi, lazima itakuwa, lakini Mungu anasema haiwezekani kukuacha. Na familia hii wakiwa Moabu, wana changamoto. Tunajua hadithi vizuri, mume anakufa, kipindi kidogo hivi vijana wale wake wawili pia nao wanaoa, lakini muda si kidogo wanakufa. Wajane watatu wamebaki, hawajulikane wafanye nini. How do they do the question, the biggest question, how do they bounce back? Watarudiaje katika hali zao za kawaida? It is so sad. Lakini kuna mambo matatu peke yake ambayo nataka ni iwe take away home today, ya kwamba japokuwa Naomi amebaki na wajane wake wasichana, kuna jambo ambalo Naomi hakusahau yeye mwenyewe, she never forgot who she was, hakusahau yeye alikuwa nani, na ndiyo maana hata akiwa kule Moabu masikio yake ilikaa chonjo akisikiza Bethlehemu, je, Mungu ameionea huruma? Na kipindi alipofahamu ya kwamba ameonewa huruma Bethlehemu. Akarudi. Kwa hivyo ukijiweka pahali ambapo Mungu unajua una ya kwamba wewe ni nani, na unajua when you understand who you are, you don't become intimidated ha, ha, haubaki kuwa na moyo wa ku eh, eti, eti mimi kwa sababu sasa kila kila kikwazo kikukuja kina nibeba hapana, because I know who I am, I'm a child of God. Nina yani, ukijua wewe uliye hata kama uko katika nchi geni hata kama uko katika familia ambayo haileti shangwe, haiendani, lakini hata japo kuwa uko hapo, unajua wewe uko hapo ukiwa mtoto wa Mungu. Unajua ukiwa hapo kama mke, japo kuwa familia haileti mambo, wewe ni mtoto wa Mungu. Hakuna kitu itakayopunguza hiyo. Kuwe na mazito, kusiwe na mazito. Na, Naomi hakuelewa haku, hakukubali kujikosa kujielewa. Mtu wa Mungu, usijielewe. Jambo la pili, Naomi ali, japo kwamba alijielewa lakini pia aliweka kuzingatia kumfahamu Mungu zaidi, na kama Danieli, she maintained a relationship with God, hakupungukiwa. She knew, alijua hauwezi kuwa ignorance na arrogance In spiritual matters and you become an important person. Imagine, in fact, unapomuignore Mungu unapokosa kuzingatia maombi kama haya, unapokosa kuzingatia jinsi anavyotuambia, unabaki kutokuwa mtu ambaye ni wa maana machoni pa Mungu. Alisema ya kwamba sitakuacha, haiwezekani. Na jambo la tatu na la mwisho alipokuwa anarudi ukienda hiyo Ruthu moja mstari wa kumi na tisa anaporudi watu wake wa nyumbani walipomuona, wanashangilia wanasikia vizuri, lakini ishirini anawaambia msiniite Naomi, mimi muniite Mara, lakini kumbe hakujua ya kwamba Mungu alikuwa ametayarisha nyumba ya makibirio kwa sababu yake anapojiangalia hana familia, kumbe Mungu anatayarisha Boaz ili aweze kumchukua Ruth. Na ndiyo maana Biblia husema Ruth alipopata kijana alipopata mtoto wa kiume, ilisemekana huyu mtoto amezaliwa na Naomi. Kumbe Mungu alikuwa anatayarisha makimbilio kwake. Siku ya leo, mtu wa Mungu, kama vile Mungu alivyoweza the bitter situation of Naomi to jubilation the same way God can he change your bitter situation to jubilation in the name of God na ndio anatuhakikishia hawezi haiwezekani Naomi Elimelek watoto wake hata hawa hata hawa wasichana walionekana kwamba waliachwa lakini Haiwezekani, haiwezekani Mungu kutuacha, kwa sababu mwenyewe hawezi jiacha. Ametuumba kwa mfano wake, hawezi jiacha, kutuacha sisi ni kujiacha yeye. Na haiwezekani, haiwezekani Mungu atuache. Jipe moyo siku ya leo. Unafahamu mambo unayoyapitia mimi siyajui lakini kama vile tumesisitiza ya kwamba mambo yote yanawezekana kwa Mungu, hebu utiwe moyo na maneno haya haya, haiwezekani Mungu kukuacha kwa sababu hawezi jiacha. Jina la Bwana lipewe sifa na Mungu azidi kutubariki na katika neema ya Yesu Kristo ambayo imejaa na, na neema yake ambayo ina shida ufahamu wa kila mwanadamu. Mungu wetu neema hii ikawe juu ya kila mwana semezana siku ya leo. Ukatupe ushahidi, ukatupe ushujaa wa kufahamu hauwezi tuacha, haiwezekani. Tushike na mkono wako wa kuume, tembea nasi siku ya leo katika jina la Yesu aliye daima ushindi wetu. Amina. Amina.